Marekani imefanya majaribio ya silaha za nyuklia kwa kurusha kombora lisilo na silaha hiyo aina ya Minuteman 3 intercontinental ballistic missile kutoka kituo cha Vandenberg Space Force Base huko California katika jaribio lililofahamika kama GT-254. Kombora hilo limesafiri umbali wa takriban maili 4200 na kutua katika eneo la majaribio la Kwajalein Atoll lililoko katika Visiwa vya Marshall katikati ya Bahari ya Pacific. Jaribio hilo lilikuwa na lengo la kupima utayari ufanisi na usahihi wa mfumo wa ulinzi wa nyuklia wa Marekani kwa mujibu wa maelezo kutoka kwa maafisa wa jeshi la anga. Matokeo jaribi ya jaribio hili yatatumika kuchambua kama mifumo ya uongozaji, mawasiliano na urushaji wa makombora hayo bado inafanya kazi kwa viwango vinavyohitajika. Kombora la Minuteman III lililoundwa katika miaka ya sabini, lilongozo kuu ya uwezo wa nyuklia wa ardhini wa Marekani liko ndani ya silo maalum chini ya ardhi katika majimbo kama Montana North Dakota na Wyoming. Hadi leo linabeba jukumu muhimu katika mfumo wa nuclear triad unayojumuisha makombora ya ardhini, manowari za nyuklia na ndege za kivita. Ingawa kombora lilotumika kwenye jaribio hili halikuwa na kichwa cha nyuklia, majaribio kama haya hufanywa mara kwa mara ili kuhakikisha kuwa teknolojia ya Marekani ya makombora inabaki kuwa dhabiti in na salama. Jeshi la Marekani hufanya majaribio kama haya mara kadhaa kwa mwaka bila kuhusisha mizozo ya sasa au vitisho vya kisiasa lakini kama njia ya kudumisha uaminifu wa, wa uwezo wake wa nyuklia. Jaribio hili limekuja katika kipindi ambacho mivutano ya kijeshi na kisiasa inaendelea kuongezeka duniani. Taarifa kutoka Washington zinasisitiza kuwa jaribio hili halikulenga taifa lolote bali lilikuwa zoezi la kiufundi na kimkakati la kutathmini uwezo wa mfumo wa ICBM. Hata hivyo, wachambuzi wa masuala ya ulinzi wanasema kuwa hatua hii inaonyesha jinsi Marekani inavyoendelea kuimarisha uwezo wake wa nyuklia wakati mataifa kama Urusi, China na Korea Kaskazini yakiwa yanafanya maboresho makubwa katika silaha zao za kimkakati. Wataalamu wa masuala ya kimataifa wanaona kuwa majaribio kama haya pia kubeba ujumbe wa kisiasa hasa katika kipindi ambacho dunia inakabiliwa na, na migogoro ya kijiografia na ongezeko la mashindano ya silaha. Kwa Marekani, jaribio kama hili linaweza kutazama kama njia ya kutuma ujumbe wa tupo tayari kwa wapinzani wetu, huku ikihakikishia iki, washirika wake wa kijeshi kwa uwezo wa kujilinda bado upo katika viwango vya juu. Kwa sasa Marekani iko katika hatua za mwisho za maandalizi ya mfumo mpya wa kombora utakaobadilisha Minuteman 3 unaoitwa Sentinel GBSD yani, Ground Based Strategic Deterrent. Mfumo huo mpya unatarajiwa kuanza kufanya kazi rasmi mwanzoni mwa miaka ya 2030 ukilenga kuleta teknolojia ya kisasa zaidi, usalama wa hali ya juu, na gharama nafuu za matengenezo. Jaribio la Minuteman 3 GT254 ni ukumbusho wa wazi wa nafasi ya Marekani katika uwanja wa silaha za kimkakati duniani. Ingawa halikuhusisha silaha za kinyuklia, lilikuwa ishara ya nguvu, teknolojia na utayari wa taifa hilo kuhakikisha kuwa mfumo wake wa ulinzi unabaki imara katika uso wa changamoto za kimataifa. litukio linalofuatiliwa kwa karibu na dunia nzima, likionyesha kwamba hata katika enzi ya diplomasia, ulinzi wa kimkakati unabaki kuwa msingi wa usalama wa taifa lolote lenye nguvu.